Naam, na baada tu ya kupumzika kidogo, nikwambie tulikuwa tumeshaizuia <laughs> Afcon special ambaye ina raha yake sana. Afcon special, uh, changamka changamka hivi, Michael Hyera, uh, natamani tuendelee kuizungumzia, shughuli zinapigwa sana Afcon saa hii uh. Moja kati ya nyakati nzuri zaidi kwenye mm, soka la Afrika mm, kwa sasa ni Afcon yani, mm, ukiangalia unasema kumbe, mm hawa wana tamaduni hizi, wanacheza hivi na staili zao ni hizi. Unapata vitu vingi vya mm. kujifunza. <laughs> na yani, Afcon Afcon hii inawafunga mdomo wale ambao walikuwa wanaipiga vita sana. Unajua Afcon ni mashindano ambayo amekuwa akipigwa vita sana Ulaya mm. yaani wanayapigaga vita sana wala kama vile mm. lakini, sasa kwa yule ambao anafuatilia yani ambao alizungumza kabla mm. ya mashindano mm. sasa hivi anafuatilia anafikiria ana sehemu ya kujisahihisha kwa yeah. sababu kuna wengine walikuwa wanasema kwamba zikienda timu wanacheza kama vile wote wanafanana ah. lakini ki akija akiona aina ya mechi akiona Uwekezaji mm. ule uliofanyika, uwekezaji uliofanyika Moroko Ulaya sehemu nyingine haufanyiki. Ni eh. uwekezaji wa kiwango cha juu sana Kambisa. Kwenye, kwenye, kwenye haya mashindano na jana kuna mtu ananiambia nimemwona rais wa FIFA kwenye mechi ya Tanzania afu nimekuja kumwona kwenye mechi ya ya Kameruni na Afrika Kusini kwa wani, eni, kuna kitu fulani hapa kwenye mji huu, anaenda kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ambayo sa kwenye mashindano, hiyo ndio nzuri kwa sababu kama yaliweza kufika, inawezekana kuna shabiki ana uwezo wa kufika full time akaenda kuangalia. Ni kitu kizuri na ni kitu special zaidi. Sawa na sasa, tunakwenda kutazama kwenye soka letu, kuna nini kwenye soka letu? Klabu ya City, eh, ya Mbeya City ya pale jijini Mbeya imekamilisha usajili wa wachezaji wawili ambao ni Abdalla Yasine Kulandana kutoka Fountain Gate na Hija Shamte kama wachezaji huru baada ya kumaliza mikataba na timu walizokuwa wakizitumikia. Kulandana amejiunga na Mbeya City akitokea Fountain Gate ambako alikuwa na msimu bora tangu amejiunga nao kutoka katika visiwa vya Zanzibar. Hija Shamte amewahi kuitumikia timu ya taifa vijana na timu ya Kagera Sugar ambayo inacheza championship msimu huu, miongoni mwa wachezaji ambao wanacheza eneo la kiungo. Smart kabisa huwa anapenda sana kumtazama Abdallah Yasin Kulandana akiwa na Fountain Gate ana staili yake ile ya kuchomekea mm. Afu ana staili yake ile anavaa nini linakuwa mpaka kwenye nani kwenye vidole yuko yes, kazini. Unamwona kulandana mbele yake anakuwa mkono Mbeya City. Tukitazama e, kocha hivi sasa mm, kulikuwa hitajika la kiungo kama mdala Yasin kulandana, nafikiri kwa Mbeya City wamejaribu kuangalia nini ambacho anakihitaji pia kwa wakati huo kwenye maboresho ya kikosi mm. kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili mm. na ameona kuna haja ya kumwongeza, uh, kiungo mwingine wa uzuiaji. Ukiangalia kwenye mechi ambazo alikuwa anacheza kwenye eneo la kiungo la Mbeya City uh, mara nyingi uh, alikuwa anacheza uh, nani alikuwa Yanga ya vijana baadaye uh. kiungo

<laughs> Kwao unaweza kuona uh, alikuwa ni, ni, ni chibada mm. kuna wakati pia walikuwa wanatumia stewart stewa, wenyewe wanamwita kwenye eneo la kiungo mm. wakiwa wanasaidiana kwenye hilo eneo. kuongezeka kwa abdala kulandana kunaongeza uh, mtu mwingine ambaye basically unasema huyu ni defensive mm. midfield mm. ambaye atakuwa anakupa bima ya kuhakikisha kwamba safu yako ya ulinzi haitafikiwa mara nyingi zaidi kwa sababu yeye ana uwezo mkubwa wa kunusa hatari kwenye eneo la kiungo na akawa anakupa faida ya kupora mipira kutoka kwa wapinzani kwa ufasaha zaidi akiwa katikati ya kiwanja mm. Na hilo alilithibitisha akiwa, akiwa zaidi na Fountain Gate, hasa katika msimu wao wa kwanza ambao Fountain Gate walipanda walikuwepo li, ligi kuu mm. Unakumbuka kile ambacho alikuwa anakifanya yeye, ndio nasema alikuwa anabeba majukumu makubwa ya kuifanya safu ya kiungo kuwa na utulivu hasa pale ambapo ikiwa imepoteza mpira, mpira yes. Lakini juu yake kulikuwa na watu ambao walikuwa na wale masupply ambao anatoa mm. mpira hapo kupeleka sehemu nyingine mm. Uh, walikuwa wanafanya kazi hiyo uh, kwa usahihi sana. Kwa hiyo unaweza kuona Abdallah Kulandana pengine anaenda kuongeza kitu kwenye ile eneo mm. kwa sababu ya zile sifa yes. mm. ja. yani, uh, uh. zake za kiukabaji, anakupa sifa nzuri za kwenye kukaba na chompira. Kuna eneo lake lile anajiwekea kwenye zile sliding zake unaweza simuone sana akiwa amesogea juu mm. Lakini unaona kushoto na kulia, kwenye kuziba ile mistari ya ya ya wapinzani ambao anaweza kutengeneza nafasi kwenye half spaces, hata kupitia katikati, yeye anaweza akaenda kuintercept kwenye ya maeneo kwa ufasaa zaidi mm. kitu ambacho kinaweza ikawa kinatoa bima kwa walinzi kwamba tuna mtu ambaye anaweza akanusa hizo hatari zikiwa zinapita katikati ya mlinzi wa kati na fullback anaweza akaingia hapo katikati wote wawili kushoto na kulia, lakini mm. pia hata katikati anaweza akawa anafanya hiyo kazi kwa timu ya daraja la Mbeya City mm. Ni timu ambayo bado uh, daraja ambalo aliwezi likampa presha kubwa yani. Anakwenda kwenye timu ambayo presha inakuwa sio sio kubwa sana kwamba anaweza akakosea leo afu ikamtoa kwenye reli. Bado ni timu ambayo daraja lake na kile ambacho amekionesha ipo ile... kwenye levo ambayo anaweza akafanya zaidi mm. ya kile ambacho alikifanya akiwa na Fountain Gate kwa nafikiri kwake kuongezea kwenye timu kunaweza kaa kunampa mwalimu mek mm. uh, msim me sasa hivi machaguo zaidi ya kuona kwamba eneo langu la kiungo mm. naweza nikaa naongeza watu ambao watakuja kunipa kitu ambacho itakuwa ni bora eh, nataka kuongezea hapo yani, kwa aina ya kucheza ya kulandana, ndo aina ya wachezaji wa ligi yetu yani, ligi yetu inahitaji kwanza kulandana. Anakupa vitu viwili, ana uwezo wa kukaba, ana uwezo sana wa kutoa pasi mm, lakini kulandana mm. anakupa pia anakusaidia ana, ana kwenye kwenye kuzungumza ni kati ya mamidfield ambao anazungumza sana kwenye mechi mm. na ukitaka kuelewa hilo waangalie Fountain Gate wakati ambapo walikuwa wametetereka, wana wachezaji wengi, ndio sehemu nzuri zaidi ya, ku, ya, ya kumuenjoi kwa sababu mm. zile mechi ambazo wachezaji walikuwa wanatumia eneji ya kupitiliza, huyu ulikuwa unamuona karibia kila mechi anakuwa bora kwenye, kwenye timu yao mm. kwao, mimi nafikiri kwake ni sahii lakini pigo linabaki pia kwa kwa Fountain Gate mm. Yani kwa mchezaji kama kulandana kuwa amemaliza mkataba dirisha dogo, na amecheza kwa nidhamu kubwa sana Fountain Gate, amecheza vizuri, ameonyesha kiwango cha kutosha. Yani hicho kiwango alichokionyesha ndio hichi ambacho kinambeba leo kwenda Mbeya City. Kwenda Mbeya City. Yaani ya, performance yake ya hizo mechi ambazo amecheza mm. ndio leo zinamnyenyua hapa zinampeleka Mbeya City. Na nafikiri kama alivyosema alivyosema Michael, Mbeya City haendi kukutana na pressure kubwa sana. Hivi vile vile kama alivyokuwa alivyokuwa na kwa Fountain, na Fountain na mbea siti hii ni, ni, ni, ni alam kwao kwa sababu walianza ligi na matarajio makubwa sana, lakini katikati timu ikawa inayumba inaonekana kwamba ile quality ya wachezaji waliokuwa mm. wanatarajia sio sio ya kiwango cha juu. Nafikiri wanajitengeneza zaidi kuhakikisha kwamba wanamaliza ligi kwenye nafasi nzuri zaidi mm. mwisho wa msimu. na kitu cha kuangalia ni kwamba uh, Fontaine uh, china kocha Leza, wachezaji ndo wanaondoka hivi kama kulandana, miongoni mwa wachezaji naweza kusema wandamizi kwenye kikosi cha uh, Fountain Fountain Gate. Gate alikuwa nahodha uh, ambaye sasa hivi hayupo, hayupo Fountain Gate uh, sentaf moja mzuri sana kutoka visiwani Zanzibar amecheza pale kwa muda takriban takribani misimu miwili ama makame mitatu eh, Lauriano Omari Makame Kambame amejiunga na na JKT Tanzania anaondoka uh, kulandano Uh, ni wachezaji wachache ambao watakuwa wamesalia wale wazao ambao katika misimu mitatu walianza nao pamoja na Mohamed Muya. Mpaka hivi sasa, amekuja hapa katikati, kulikuwa na walimu kama wili watatu, walipita mwalimu, ile timu ya mwanzo ambayo ilikuwa Fontgate ambayo ilikuwa end to end wakitoka, wanakuja, ukitoka utafika kwao, ni kama ime. Sasa hivi watu wengi wameondoka, ndio kina lao ni makame, utazungumza hapo kina Abdalla Kulandana, utamzungumzia William Edgar Ambundo, Kiimbwa, Selemani Mwalimu, na mkono naye nimemwona anatajwa sana kwenye tetesi pia tetesiapia acheajata na kiungo yule Mzanzibari ambaye naye aliondoka alienda Pamba hivi huko pia Mbeya Abdul Kassim Suleiman mm. Suleiman ambaye naye pia ameondoka. Wale ndo walikuwa ile, ile, ile fotgeti ya kipindi hicho ambayo alikuwa anatengeneza timu fulani ambayo ni end to end kwamba mm. aa utawafunga, lakini hao mm. lazima wakufunge. Watakuja kwako yeah. Kwa yeah. Na wenyewe atatafuta kitu na atakipata yeah. Kwao sasa hivi unaweza kusema pengine Raisa atakuwa na structure nyingine mm. ya fotgeti. Sasa hiyo ni kazi yake yeye kama mwalimu kuona anatengeneza fotgeti nyingine mm. wakati hawa ambao walikuwa wametengeneza base wameenda maeneo mengine. Kwao inaweza ikawa ni ni ile tabia ya timu za madaraja ya kati kubadilishana wachezaji hasa katika vipindi hivi. Yani ni jambo la kawaida mchezaji kumuona akitoka timu A kwenda timu B. Kwa timu za madaraja ya kati sio jambo la kustua. Inawezekana pengine ni kwa sababu ya maslahi, pengine kuna kitu kinaongezeka kiasi kutoka sehemu A kwenda sehemu B, lakini mwenyewe pia pengine wakati mwingine akawa anatafuta changamoto mpya, kwamba anatafuta niende kwenye sehemu ambayo nitapata challenge mpya na yani faida na hasara yake mm. Ni kwamba kwenye msimu wa ligi unakuwa mbakiza wastani wa mechi ishirini kwenye msimu wa... Yaani, yani, si wamecheza mechi kumi kumi, wengi wamecheza mechi tisa kumi. mm Kwa hiyo -hmm. zimebaki mechi ishirini. mm Kwa hiyo -hmm. mwalimu hapa anacheza na akili ya mechi ishirini, yeah, okay. Yaani, akifanikiwa ya kucheza na akili ya mechi zake ishirini, aidha atabaki kwenye ligi au atamaliza uko na, safe kwenye na, na, no, llana msimamo yeah. tauh City ana point ngapi sasa hivi? Ana 10 na akienda hapo anajua kabisa, mimi nazitafuta kumi na nane hivi nazitafuta kumi na sita hizo nichezipata kwanza, najua niko salama, afu natafuta zile zingine za kuniondoa kwenye pressure, kwenye pressure na hija shamte ni maingizo ya wachezaji wawili kwenye nafasi ya kiungo ambao kuna wakati wote wanaweza kucheza nafasi sawa, lakini kuna wakati kuna mwingine ambao anaweza kubadilishana majukumu currently. Uh, unaweza kuona timu ambayo pengine inatumia muundo wanne wawili wa watatu mmoja. Hawa wachezaji wawili wote wanaweza kuweka kwenye, kwenye base ya midfield na akakupa kitu kizuri. Kwa nini? Mm. kwa sababu utakachokuwa unategemea kukiona kwenye eneo la katikati kuwa na viungo wawili uh, wakati mm ni kuwa na kiungo mmoja ambaye ana uwezo mzuri wa kuzuia, alafu kuwa na kiungo mmoja ambaye anaweza kupasia vizuri kutoka kwenye eneo lenye kwenda kwenye eneo la kushambulia. Ndo nasema kuna mmoja ambaye atakuwa ni defense minded, pengine utategemea kulinde zaidi, lakini kuna mmoja ambaye utategemea umtumie kwenye maboksi yako yote mawili. Kwenye boksi za kuzuia, wakati timu ikiwa haina mpira, umuone kwenye ile box, lakini timu ikiwa inaenda kushambulia, umuone pia ame move kwenda kwenye eneo la kushambulia maana ile box la pili ndio ile box kama box la kwanza akuzuia mm, mm. Na box la pili akwenda uh, kushambulia. Pengine kwa Ija Shamte unaweza kawa na unamwona, kuna nyakati hata wakati akiwa na na Kagera na ulikuwa mona Mwalimu Mekesi amecheza pia Mtibwa, Mtibwa Sugar mm. Sio mwingine yule terminator tofauti nau alikuwa na Kagera, kwa sababu alikuwa na Kagera muda mwingi amecheza Kagera. Yeye ni mmoja kati yeah. wachezaji ambao inawezekana make Maxime akawa na wafahamu vizuri sana, sababu alikuwa nao kule, kwanza alikuwa naye tangu akiwa na Cambiaso ye, pamoja na rida yule, wako wawili na Saidi Yeah, ambao hawa Mek Maksim anajua vizuri kwa sababu yes, eh. yeah. yeye kwenye makuzi yao inawezekana ya kama watengeneza kuanzia kwenye besi wakiwa na Kambiaso kipindi hicho kwenye akademi, baadaye wakati anaenda nao uh, Kagera, unasema mbona amewachukua vijana wadogo, lakini unaona jinsi ambavyo alikuwa anawaintroduce taratibu. Mm. Na Mek ni mmoja kati ya walimu ambao anaamini kwenye vijana, ni mwalimu ambaye anaweza akakuamini wewe ukawa ni kijana lakini akakupa nafasi kwenye mechi na akawa anaweza kuhendo kwamba anakumanage kwa namna gani uweze kuicheza hiyo mechi hija. Uh, lida shampton ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamepita kwenye mikono ya meki yeah, miki, miki. Na uzuri kwamba me... ninafanya kazi na kocha huyo kuna yeah, faida ambayo unaweza ukaipata kwamba mm, unajua mwalimu anataka nini kwenye mazingira gani, kwa hiyo inawezekana yeye pia akawa naenda kuongeza mm, uh, kitu kwenye eneo la kiungo lakini ni alama nyingine ambayo inagonga sare viungo ambao alikuwepo ndani eh, uh, ya kikosi au kina Stewart pamoja na Chibada, kwamba kuna watu wawili ameongezeka wote wawili kwenye nafasi zenu eh, ambao wote wanaweza kucheza kama akawa in eh, na machaguo mengi zaidi kwenye ile eneo na ikawa ni ushindani, wanakuwa makumwanya wenyewe, wanakuambia kwenye ligi yetu ukiwa na safu nzuri ya ulinzi yani, ukiwa na watu wazuri wa kulinda, eh, haushuki daraja. Haushuki daraja. Yeah, yani ukicheza ya kulinda, ya kulinda vizuri haushuki daraja. Na mtukio bado tunaendelea na sasa tunakwenda kutazama e, kuhusiana na e, matajiri wa jiji Azam e, FC itakuwa dimbani leo saa kumi na robo alasiri jioni kuivaa URA FC ya Uganda, ikiwa ni mwendelezo wa michuano ya NMB Mapinduzi Cup inaoendelea visiwani Zanzibar. Azam ina alama nne sawasawa na URA ambapo zimeshinda mechi moja na kutoka sare mechi moja. Mchezo wa leo utaamua timu moja kusonga mbele, nyingine kuondoshwa kwenye michuano hiyo. Azam na URA mechi, mechi nzuri mm. kwenye, kwenye, kwenye Mapinduzi, moja ya mechi ambayo ni nzuri ambayo ina, inawasaidia Azam pia kuendelea kujiandaa vizuri kwa ajili ya mechi zao za kombe la shirikisho ni hii hapa, kwa sababu hii ni mechi ya kimataifa unawapata watu ambao wametoka kwenye ligi nyingine flava tofauti kabisa mm. Azamu amecheza vizuri umeona, ana wachezaji wapya wapya kwenye kikosi chake wengine ambao wa, eh, aw, aw, hawajulikani wapo kwenye kikosi. Kuna ambao wanasema amewapandisha kutoka kwenye timu ya vijana mm. Lakini wapo pale na umeona wanacheza wana, wana, lakini hii mechi sasa ina mtego, kwa sababu kama Azamu akishinda hapa yani, Azamu akipata ushindi kwenye hii mechi atakuwa wa kwanza kwenye kundi lake na Simba akija akipata ushindi kwenye mechi yake ya baadaye ya baadaye usiku, eh, anakwenda kukutana na, na, na Azam kwenye hatua ya nusu fainali. Kwa hiyo itakuwa kuna mzizi madabi ambayo inaenda kutokea <laughs> <laughs> inaenda kutokea kwenye mapinduzi. Hiyo ina, ina, ina mtego wa aina yake mechi. kwa nusu fainali? Nusu fainali nusu fainali eh. eh. Eh. kwa hiyo hapa, yani hizi ndio mechi za maamuzi yao <laughs> kama wanataka wakutane au wasikutane, Azamu acheze mapema alafu amalize afu Simba akacheze mapema alafu amalize, kwa sababu Simba nafikiri hata sare tu inamvusha kwenda kwenye kwenye hatua nusu final, na wakivuka pale, na maana wanakuja kukutana kwao. Tuliona mbili bila kwenye, kwenye ligi mm, tunakuja kuiona nyingine huku, labda inaweza ikawa ina, ina majibu tofauti, lakini kwangu mimi nafikiri mapinduzi ya msimu upi imechangamka zaidi yemichan unaona kila timu kama vile kuna kitu ina ina ina, inakihitaji na nafikiri na inachangiwa pia zaidi na timu nyingi zina Kupere. hamu ya kuchukua na timu kuchukua nyingi kuchukua zime, um. zime, kama zimepeleka wali nyota wao haswa hey. ambao walikuwa wanatumia wana wana kwenye ligi si umeona Yanga hmm. Yanga jana jana yeah. yeah. yeah. yeah. kina Pakome kina Maxi wote yani, yani, yani, mziki kamili huko na hata wale wengine ambao walikuwa wanatajwa tajwa walikuwepo umeona kwenye benchi lao, unaona kuna Mauro Shakei wako kule kuna Damaro eh kwao yaani ni inaleta ina, ina ile hadhi yenyewe ya, ya mashindano. Kazi ipo, no. <laughs> Na, na Azam anavyocheza leo maanake wao kundi lao lina faida ya kumtoa best loser mm. Ah, wanatoa best loser kwenye kundi lao ni kundi moja tu ambalo linatoa best loser kwa sababu idadi ya timu zilizopo ukizigawa kwa tatu mm. Maanake unapata uh, makundi yanakuwa ni makundi matatu mm ambayo ana timu tatu, tatu mawili kundi moja nakuwa na kuna timu nne mm. Kwenye kundi la Azam FC, zipo timu nne mm, ambazo ni Azam FC, wako Singida mm. uh, Black Stars yuko pia uh, URA kwenye mm. kwenye ilo kundi pamoja na Mlandege hizo mm, ni timu nne Mlandege. tayari amesha maliza shughuli kwa sababu mm, mechi zake tatu zote Mlandegi, amepoteza huyo yeah. Ana nafasi yoyote ya kwenda popote uh, amesha maliza shughuli. Lakini uh, kwenye kundi kwa sasa hivi Singida ndio kinara wa kundi kwa sababu ana alama tano. Mm. Alishinda mechi dhidi ya uh, alishinda mechi yake ya kwanza dhidi ah, ya la ndege alafu mm. amesare kwenye mechi mm, mbili, mbili. Ana point tano Azam FC si, mechi yake ambayo alicheza ya kwanza alishinda. Amin ali alitoa sare dhidi ya Singida. Hii ni mechi yake uh, nyingine ambayo anaenda kucheza dhidi ya URA, Unaweza kuona pia naye anatafuta nafasi ya kumaliza uh, nafasi nzuri. Wao ndio kundi lao pekee inacheza timu inacheza mechi tatu mm. tofauti na makundi mengine ambayo timu zinacheza mechi mbili, mbili, lakini kucheza zile ya URA URA, uh, wameonyesha pia hali fani ambayo wamekuja kushindana kwenye mashindano, kwa sababu kwenye mechi zao mbili URA ambao wamecheza, wameshavuna tayari alama nne, walishinda mechi moja na misari kwenye mechi moja Nawezekana URA uh, ikawa ni timu nyingine ambayo mm. inakwenda challenge kwa mara nyingine FC mm. kwenye mashindano haya, na hasa ukiangalia FC kwenye mechi ya kwanza walikuwa na kikosi ful. Mechi ya pili unaona mwalimu aliamua kuintods wachezaji wengine ambao walikuwa ni wapya mm. na akapata wa huo ushindi akafikisha alama nne. Hii ni mechi ya tatu ambayo sasa dhidi ya URA bila shaka mm atarudi na mziki yani hizi so, mechi ambayo hawezi kutegemea tena mwalimu e, akaanza na, na wale wachezaji ambao walisema, kwenye mechi iliyopita yeye mwenyewe alikiri kabla ya mechi kwamba tena kwa hapa nafasi za wa wachezaji wengine mm, lakini inawezekana kwenye mechi hii aidha amezungumza ama hajazungumza, lakini kwa namna yote ambavyo itakuwa ataenda na mechi ambayo wachezaji wanaweza kabadilika na wale ambao anatamani kumpa kitu kizuri, akaenda nao kwenye mechi hizi za leo right. Na wakati huo klabu ya Simba yenyewe itakuwa dimbani leo kuivaa Fufuni e, miongoni mwa timu ambazo majina yake Eh, mi nimeapenda sana Fufuni FC kwenye mwendelezo wa NMB Mapinduzi Cup inayozidi kuendelea kutimua vumbi visiwani Zanzibar. Simba inahitaji ushindi ama sare ili kufuzwa tu inayofuata kwenye mashindano hayo ya NMB eh, Mapinduzi Cup. Fufuni inatoka Pemba, natoka Pemba ndo vinara wa ligi ya Zanzibar. Fufuni, msimu wao wa kwanza kwenye ligi yani ndo msimu huu wamepanda kwenye ligi, ligi kuu ya Zanzibar na wao ndio vinara kwenye ligi Kwee. Na wakati wanaenda kupiga yani hawa hii mechi na Simba wameanza kuiongelea yani kabla hajacheza hata na Mwembe Makumbi. Duh. Yani walicheza mechi ya kwanza Mwembe Makumbi, lakini akili zao na mawazo yao mengi alikuwa anawaza mechi na Simba, Simba. ambayo yani ay, ndo hiyo mm. Na yani sio kwamba alikuwa anajua haifiki ndo hiyo hmm. wanaenda kucheza dhidi ya Simba Sports Club pengine kwenye maandalizi yao ya Mapinduzi inawezekana hmm. imechiwa kama jiandaa nayo sana ya, Fufuni, Fufuni eh? Na, inawezekana sawao mm haya maandalizi yao makubwa ambayo ameyafanya, aidha ikawa pressure ama ikawa motivation kwao. Inawezekana ikawa imewatia pressure kwa sababu hii mechi uh, kama uh, anashinda Fufuni anafikisha alama nne ambazo kwenye kundi ndo atakuwa kinara na mm. anakuwa amefuzu kwenda kwenye hatua inayofuata. Kama anapoteza mm. Simba manake atakuwa na point sita atakwenda kama akimaliza kwa sare Simba mm. anakwenda kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo Fufuni ambao wenyewe mechi ya kwanza wakati wanacheza dhidi ya mwembe Makumbi mm. walipata sare ya goli moja kwa moja. mm. hii ni mechi nyingine ambayo wanakwenda kucheza dhidi ya top team na inawezekana wenyewe alikuwa naitamani, unajua timu za madaraja kama Fufuni mm. wanatamani mechi za namna hii, kwa sababu wenyewe anasema hizi ndo mechi za kwenda yeah. Mjini walisema hivo mchezaji yani wao, ah. alisema kwamba Simba ndo watatupeleka mjini, yani alivyoulizwa kwamba mbona hii mechi mmecheza kwenye yani mlikuwa kama vile yeah. unatamani wasada akasema tuna hifadhi eneji kwa ajili ya kucheza na Simba nguvu zamupeleka mjini Simba, <laughs> <na kupeleka tao. laughs>